Serikali ya kaunti ya Nairobi imeweza kufunga jumba la Grand Lodge linalotumika e, kama ukumbi wa ibada wa waumini wa Freemason Afrika Mashariki lililopo katikati mwa jiji kutokana na e, malimbikizo ya deni la ardhi kiasi cha shilingi milioni 19, za Kenya. Operations za utekelezaji iliongozwa na afisa wa afya eh, Suzana Silantoi, afisa mkuu wa ofisi Gavana Priscilla Mahinda, na afisa mkuu wa makazi Lydia Mathia, ni sehemu ya kampeni pana ya kaunti iliyolenga wale waliokiuka eh, viwango vya mapato katika mji mkuu. Jumba hili lina deni la zaidi ya shilingi milioni 19, eh, katika kaunti ya Nairobi aliyasema maneno haya eh, Silantoi. Kulingana na maafisa wa kaunti ya ukumbi wa Freemason uliofungwa kulingana na taratibu zinazofaa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa nyaraka za mahitaji na, ma na maonyo ya umma kabla ya hatua zozote kuchukuliwa, tangu e, kutoa kwa notisi e, za mahitaji kuzichapa katika magazeti ya kila siku yaliyoagizwa na wamiliki wa ardhi wa kulipa viwango vilivyobaki. Silantoi alieleza kuwa kukosa kutii kunatupa mamlaka ya kisheria kuweza kuwabana. Afisa mkuu Lydia Mathia alibainisha kuwa ingawa utekelezaji huo unaweza kusumbua wapangaji, sheria inaruhusu kaunti kukatiza huduma eh, za wamiliki wa mali hizo kufuatana na sheria ambayo wameweka wa Kenya. So moja kwa moja jengo hilo la huko eh, Kenya, limeweza kusitishwa huduma ambazo walikuwa wanazitoa eh, kama ibada waliokuwa wanaendelea kuifanya pale, baada ya kuonekana kabisa kwamba kuna malimbikizi ya madeni ambayo yanadaiwa. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Inisosa online digital. Till next time. Bye. Bye.